Ni majila ya asubuhi katika kata ya Bugogwa, kijiji cha Kayenze Ndogo, wilayani Lemela, mkoani Mwanza na huu ni moja ya mwalo mkubwa kando kando ya ziwa Victoria. Pembezoni mwa mwalo huu ndipo palipo na kituo cha malezi makuzi na maendeleo ya awali ya watoto wadogo Mchana. kituo hiki kina watoto 200. na watoto tunaowapokea hapa mara nyingi ni watoto ambao wanatoka katika mazingira tofauti tofauti wanapotoka katika mazingira tofauti tofauti, unakuta mtoto mwingine anakuja hajui chochote kinachoendelea kuhusiana na kituo cha malezi. Sasa anapokuja hapa anakutana na vitu tofauti, yaani anakutana mazingira tofauti na yale aliyokuta wapi, nyumbani kwao. Anapofika hapa anakuta vitu kama hivi hapa, ina maana vinampa hamasa anazidi ku, kuelewa na, na, na, na kuiga yale matendo mazuri kutoka kwa wenzake. Kituo hiki cha Mwalimu Nyerere kilichopo Igombe kata ya Bugogwa ni moja kati ya vituo kumi na mbili. Kwa kiasi kikubwa kinasaidia jamii ya wengi katika eneo hili. Kabla ya kituo chetu hiki hakijawepo kiukweli, watoto wetu wengi walikuwa wanaonekana hawajui lolote, yaani maendeleo yao shuleni hayakuwa mazuri kabisa. Lakini baada ya hiki kituo kuwepo, tumeonekana kama tumepata watoto wenye matokeo mazuri sana shuleni, baada ya kuonekana wamepitia kwenye kituo hiki lakini tofauti na hapo bado kuna siku hizi kuna, kuna watoto wanaoshinda hapa mpaka jioni saa kumi. Kwa hiyo bado wanaendelea kuonekana wako chini ya nini, ya walezi. Kwa hiyo kuna wazazi wengi siku hizi hata hawangaiki kutafuta wafanyakazi wa kazi za ndani kwa, kwa sababu watoto wao muda mwingi wanashinda wapi, katika kituo hiki lakini pia imesaidia sana kwa wale wazazi ambao walikuwa wakienda katika shughuli zao, watoto wao wanakosa waangalizi, watoto wanaenda kwenye sehemu zenye uonyeshaji wa picha zisizokuwa rasmi katika mazingira ya ukuaji wa mtoto, zile picha chafu, lakini mambo mengi yanayoonekana katika aiza masaruni au vile vibanda vya kubani picha au katika majumba ya sinema. Sisi kwenye kanda yetu hii, wazazi wanaamka saa kumi na mbili kwenda miaroni kwa sababu ya maisha tuliyonayo. Kwa hiyo anapoleta mtoto kwenye kituo cha malezi anakuwa huru mpaka hiyo mida ya mtoto kurudi. Kwa hiyo shughuli zake za kimaendeleo za kiuchumi anakuwa tayari amefaulu. Nikimfikisha mtoto kwenye kituo cha malezi, nakuwa na wakati mzuri sasa wa kuendelea na shughuli zake, kwa sababu mtoto uwezo ukafanya shughuli zako kwa uhuru. Wazazi na walezi ndio wanufaika wakubwa wa vituo hivi. Kweli tangia anze nimeona mabadiliko makubwa, tofauti na akiwa nyumbani, kwa sababu kiwa na mtoto nyumbani hapati ile malezi ambayo akiwa na mwalimu anapata. Nilitaka mtoto awe na malezi mazuri na akili ya kufikiria na kujua vitu na kutambua vitu akiwa bado mdogo, kwa sababu ukimpeleka malezi, kuna kujifunza, kuna kucheza, kuna kuongea, kuna hata kumpa mtoto ujasiri wa kufanya kitu fulani kwa sababu kule kuna kujifunza, kuna vitu wanapewa washike, wachezee, watengeneze. Kwa hiyo inafanya akili ya mtoto kuwa kubwa. Vituo hivi vimekuwa msaada mkubwa katika shule za msingi katika kata ya Bugogwa, Shibula, Sangabuye na Kayenze, mapinduzi ya malezi na makuzi yanajidhihirisha. Mimi nasimamia darasa la elimu ya awali ambayo ina wastani wa watoto zaidi ya mia tatu lakini kituo cha malezi kimenisaidia kwa sababu, mwalimu mmoja kufikia kila mtoto mmoja mmoja kwa idadi niliyokuwa nao ni kitu kigumu sana. Yawezekana hata angekuwa mtaalamu wa aina gani, sio rahisi. Lakini kituo cha malezi kimenisaidia kupunguza ile ule mzigo mkubwa wa kwamba mimi ndio nimewapokea watoto wageni ambao hawajui chochote wale wanaotoka malezi, hata unaponiita njoo hapa mbele, hebu nihesabie kuanzia moja hadi kumi, anahesabu vizuri, haogopi kwanza, uoga umetoka, tofauti na wale ambao nimewapokea, alafu idadi ni kubwa. Lakini kwa shule yetu imenisaidia sana kituo cha malezi, kwa muda ambao niko darasa la elimu ya awali, hawa watoto wana tofauti kubwa mno. Mfano, nitolee mfano huyu mtoto wa Asteria ni mtoto ambaye hajapitia awali upokeaji wake wa maarifa yani, niseme ni mtoto ambaye ni mwelewa, anafundishika na hata maendeleo yake darasani sio mabaya. Kwa hiyo hivi vituo vya malezi vina faida kubwa sana. Nashukuru sana TAHEA wamejikita sana, hususani kuwatengenezea mazingira watoto waweze kujiamini, kujieleza vizuri. Hiyo nawapongeza sana. Watoto wanaotoka kule Wanakuwa wanajiamini sana, tofauti na watu wanaowapokea ambao hawajapitia kwenye kituo cha malezi. Kwa kweli nashukuru sana, kwa sababu kile kituo kimetusaidia sisi sana katika shule yetu, tofauti na ambapo shule zingine ambazo hazina vituo vya malezi, kwa sababu unapopokea watoto unabidi uanze upya kwa katika uumbaji wa herufi. Naweza ikakuchukua mwaka mzima mtoto kutojif, kutojua zile stadi za kekee. Kwa ile kile kituo ni msaada mkubwa kwetu na tunashukuru sana kwa shirika ambalo wameanzisha hiki kituo.